Uwanja huu ni uwekezaji mkubwa, utakuwa ni uwanja unaokidhi vigezo vya CAF, uwanja wa kimataifa. Lakini umejengwa sio kwamba kuna eneo lilitengwa, kuna Watanzania wenzetu wenye uzalendo na mapenzi ya nchi yetu ndio hawa ambao leo walipisha maeneo hayo na wamelipwa fidia. Tunawashukuru sana, swala sio pesa, swala pia ni ile dhamira kwamba mimi napisha kwa ajili ya kitu cha maendeleo. Nyie wote mliopisha na kulipwa fidia, mnabaki katika kumbukumbu kwamba ni Watanzania wazalendo mnaopenda nchi yenu na kupisha maendeleo makubwa kama haya. Kwa hiyo nimekuja leo hapa kuruhusu zoezi la ulipaji wa fidia shilingi bilioni mbili milioni mia tatu themanini na sita laki 970 ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameidhinisha kupitia Wizara ya Michezo, na mimi kama kiongozi wa serikali na kwa hundi hii ni kiri fedha tumepokea na zipo sasa, mpaka mnanileta hapa na kuashiria hundi, mrudi mkaanze kuzilipa hizi hela na wananchi wazipate kwa haraka zaidi. Hela zipo sasa, zilipwe na niwaombe na wananchi wengine, baada ya fidia ya uwanja bado tutataka barabara hizi kutoka barabara kuu mpaka kufika hapa tupige lami na njia nne. Basi tutakapohitaji maeneo yenu, naomba ushirikiano kama hawa waliotoa. Hatuna muda kwa kukamilisha hizo barabara, kama tutaanza kupata mapingamizi mengi mengi, na sisi tutakapopata mkandarasi tunataka afanye kazi usiku na mchana, ili miundombinu hiyo ikamilike vizuri na watu wakitoka huko wafike hapa vizuri. Na mimi nasema, mtakumbuka maneno yangu, shughuli ya 2027 20, Mungu akituweka vizuri, tutaenjoy kwamba mzunguko wa pesa Arusha ni mzuri, kwa sababu nchi zote zitakuwa hapa. Jumla ya wananchi kumi na mbili wamelipwa fidia katika eneo la mradi. Kati ya hao wananchi saba walilipwa fidia na halmashauri ya jiji la Arusha na wananchi watano wanalipwa fidia na wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Eneo lote lililotolewa na halmashauri ya jiji la Arusha na maeneo yaliyotawaliwa kutoka katika wananchi mbalimbali linafanya ukubwa wa hekari 83 ambazo ndizo uwanja wa mpira unajengwa juu yake.